Maji mwaka wa 2025 ulishuhudia visa vya maafisa wa polisi kuwanyanyasa na kuwadhulumu wanahabari wakiwa wa kwenye shughuli zao za kikazi. Mojawapo ya dhulma uh, za kukumbukwa ni wakati wa maandalizi ya maigizo ya tamthilia tata ya Echoes of War iliyo iliyokuwa imeandaliwa na wanafunzi wa shule ya wasichana ya Butere. Maria Nyambura anaarifu zaidi. Nanishika limefanya makosa gani? Nifungulieni, nataka kuenda bana, ama mniambie nimefanya makosa gani kuandika mchezo wa kuigiza. <tipos> Matukio ya tarehe tisa mwezi Aprili yatasalia akilini kama kumbukumbu maishani kutokana na kile ambacho sisi wanahabari tulipitia mwendo wa saa kumi na mbili unusu hivi nilipopokea simu akiniambia kuna malumbano kati ya shule ya Butere ya wasichana wa Butere na wale maafisa wa usalama pamoja, akiwemo yule mwandishi wa ile ambayo ilikuwa ulikuwa mchezo wa kuigiza Cleophas Malala, eh, katika shule ya Kirobon ya wasichana ya Kirobon ukielekea Salga. Mwanishika, nimefanya makosa gani? Nifungulieni nataka kuenda bana. Ama mniambie nimefanya makosa gani kuandika mchezo wa kuigiza na nikapata maafisa wa usalama walikuwa na magari kama matatu hivi, yale yote ya maafisa yale ya magari hayo yakiwa ya eh, maafisa wa usalama wote wakiwa pale na Hatukuweza kuzungumziana wote walikuwa pembeni. Basi mwendo wa saa moja, saa moja unusu hivi tukaona maafisa wa usalama wakaongezeka, hadi kamanda wa eneo hilo la Rongai kwa wakati huo pia akaja, wale wa kitengo cha ujasusi pia wakaongezeka, kukawa na magari zaidi na maafisa wakawa pia wameongezeka zaidi ya ishirini, wote wakiwa wanamsubiri e, Malala. Sasa hapo ndio tulijua kwamba pengine huenda kuwe na fugani mfugano kati yao na hilo gari la Malala. E, wakati nilikimbilia ile microphone nikirudi ndio nilipata afisa moja ambaye ni wa kitengo cha DCI hapa Nakuru, na ni afisa ambaye kabisa tunamjua. Nikapata akipeana maelekezo ya vile ambavyo e, wanahabari wanafaa kukabiliwa kwa nguvu ili kuhakikisha kwamba yule Cleophas Malala ameweza kutolewa kwenye lile gari e, pasi wanahabari kupata zile picha, na ndipo nikakimbia kwenda kuambia wa, wenzangu kuwa mahali hapa si pazuri na hapo ndio waka notice wakagundua, eh, kumbe kati yetu kwenye giza kuna mmoja ambaye ameweza kupata kile ambacho wamejadiliana, na hapo ndipo nilipatikana na nikapigwa. Lilikuwa jambo la kusikitisha, pindi tu ambapo maafisa hao waliamua kwanza kutumia vitoa machozi uh, na kutufurusha sisi wanahabari ambao tulikuwa tumefika pale Ayyo! Ayyo! Ayyo! Dana, tuchukue bana. Dana. Mwendo wa saa tatu hivi pale tu ambapo tulianza kupeperusha taarifa hiyo ya kizaazaa kilichoshuhudiwa mubashara, ndipo ambapo maafisa hao wakazidi kutumia vitua machozi entitled Echoes of War by Butera Girls High School in Kakamega County is at the heart of an unfolding nighttime drama in Rongai in Nakuru County. Na nilikuwa mal, uh, miongoni mwa wanahabari sita ambao wali, um, walijeruhiwa wakati huo. <laughs> Nimekuwa nikifanya coverage hapa katika kaunti ya Nakuru, maandamano mengi eh, kuanzia yale maandamano ya finance bill maandamano ya sabasaba, ambapo wanahabari wamekuwa katika mstari wa mbele wakishirikiana na maafisa wa polisi. Kumekuwa na ushirikiano mwema, lakini pale Kirobon yale ambayo niliona, hakukuwa na raia ambao kwa kawaida ndio ambao hufurushwa na hawa maafisa wa polisi. Na so hiyo siku sisi kama wanahabari, mimi nikiwa mmoja wao, sisi ndiye tulikuwa tunalengwa. Ndio, ndio, ndio. Nakumbuka nilipokuwa nikiripoti mubashara saa tatu usiku pale ambapo maafisa wa usalama walizidi kutumiwa vitoa machozi, nilijificha ndani ya mtaro. well, Jesus. Sauti yangu ikabadilika kutokana na woga kutokana na hali iliyokuwa ile, e, tuliona kwamba pengine walituzidi, walitumia vitu wa machozi, wakatupiga wengine hadi, hata nakumbuka at some point um, nikiondoka pale, tukiondolewa sasa hapo hiyo, baada ya vita kuzidi, na nikaona wenzetu wameumizwa watano, mimi nikiwa mmoja wao, tukafika sita. Tukaona hapa hivi, eh, shida ipo na hii shida kuitatua ni giza, ni wakati wenye aeleweki, itabidi tuondoke shika, shika. <laughs> Nilichoshuhudia siku hiyo ni umoja wa wanahabari. Hata baada ya kujeruhiwa, nilirejea hewani na kuwaeleza watazamaji wetu kuhusu yaliyokuwa yakijiri ni matukio ambayo pengine anasalia katika vichwani vyetu na eh, haiwezi kuondoka, useme kwamba pengine utasahau. Haya ni mambo ambayo utasalia kwa kichwa, haya mambo ambao useme kwamba pengine kwa miaka ijayo ni mambo ambayo tutakuwa tukizungumzia kwamba okay, siku hii kwa kutafuta pengine uhuru wa wanahabari, uhuru wa kutangaza, uhuru wa kujieleza, tulipitia mambo kama haya. Ni swala ambalo liliwacha maswali mengi um, miongoni mwa wanahabari, hata si Nakuru peke yake uh, ila uh, kote nchini kuhusiana na uhuru wa wanahabari na kutoka kwa...